Kanisa la ABC likiadhimisha miaka 80 siku ya leo tangia kuanzishwa kwake mwaka wa 1945. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Kati Mashariki Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki ameongoza hafla ya kuadhimisha miaka hiyo, huku pia akiwapandisha daraja baadhi ya watumishi wa kanisa la ABC wakiwemo evangelist wachungaji Reverend na pia waajili ili ni wahudumie. Askofu mkuu akiweka wazi kuwa kupandishwa kwa vyeo ni jukumu kutoa utumishi kwa wote, akiwahimiza kuheshimu Mungu na pia kutoeneza tamaa endapo utawafanya watu wasiheshimu, wamdharau Mungu, walidharau kanisa, anasema atalaani baraka, akusema At atalaani baraka na baraka za makuwani. Kwa hivyo kila baraka yako anaigeuza inakuwa nini? Inakuwa laana. Ni nani angetaka hiyo? Baada ya hafla hiyo, wengi wao waliandaa sherehe kuisherekea siku hii kwa umbali ambao Mwenyezi Mungu amewawezesha kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Niko na furaha nyingi sana kupata hii cheo. Naomba Mungu anitie nguvu katika jina la Yesu. Na Mungu, ninajua kwamba maono ambayo niko nayo kueneza Injili katika na kutii sheria za ABC nitastii kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi binafsi ninafurahia manake nikitoka pale nje katika ile kazi ya Mwenyezi Mungu nitakuwa na ujuzi zaidi na swa kufikia kanisa la mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii siku ya leo nimefurahia sana, kwa maana nimepata ujuzi mpya kwa ile kazi. Miaka themanini kwa neema za Mungu, jambo la kufurahi sana na kwa, kama Kristo, jambo la kumshukuru Mungu kuendelea kuomba kwamba kwa, tuone Mungu atujalie neema yake kuendelea kuona kwa, kwamba tuendelee kutuza jambo hili kwa sababu ni jambo kubwa sana. Kama sio Mungu ametuwezesha, tusingeweza kufika hapo maua, mapambo na vyakula vya kuisherehekea siku hii vikisheheni rai kuu kwa washiriki wa kanisa la ABC, likiwa ni kuendelea kumtumainia Mungu na kuiendeleza kazi yake, siku ambayo pia tunakuwa tunashukuru Mungu kwa ajili ya nguvu zake ambazo amekuwa akitenda kwa washirika wote kwa ajili pia kwa washirika na waomba watie nguvu kumtumikia Mungu, wasichoke, maana wakati ukifika, Mungu atatulipa kila mmoja. Abarikiwe na Mungu azidi kumlinda baba yetu Hakim Bishop. Siku ya furaha, siku ya shangwe ambapo kulikuwa na wakristo na watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanatumwa kazini, wengine kuongezewa kazi kwa ajili ya siku ya leo. Hakika ilikuwa siku ya furaha ambayo ni neema ya Mungu tu imetuwezesha hata kufikia mahali ambapo tumeweza kufika. Aidha, wametoa shukrani kwa Askofu Mkuu wa ABC Dr. Timothy Ndambuki kwa kuwawezesha na kutoa uongozi ulio bora kwa kanisa la ABC kwa ujumla. Mtakatifu wa Israeli ambaye aongoze viongozi wetu wa kibishop na wale wengine wote waweza kubarikiwa pamoja na waumini wote katika ABC. Tunashukuru uongozi wa kanisa kwa sababu ya ile kazi Uh, mkuu wa kanisa amefanya mwelekeo na kuelekeza watu njia zipasazo na pia kutuinua kwa njia moja au nyingine katika kazi ya Mungu. Tunashukuru baba yetu askofu as mkuu ambao kwa hanjili ya misingi ambao amewekea kanisa letu, tunashukuru Mungu, maana yake tumeenda kiwango kingine. Kwa hiyo tunashukrani na furaha kubwa sana ambao tumefurahia. Yes. Fredrick Kwambua, Undugu TV.